Nataka kwa wakati mwingine kukutana nawe lakini leo tukihojiana nawe kwa beramu hili la uswalishaji hapa kwa siku 29 mtawalia katika swala ya tarawehe. Hongera sana kwa hakika. Alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu katuwafikisha salama. Ndiyo. tumelianza salama na leo alhamdulillah tumemaliza salama. Okay. Pengine ilikuwa ni Ramadhani ya namna gani tofauti na Ramadhani zilizopita? Wallahi Ramadhani hii mashallah msikiti umejaa nuru kuanzia wa maimamu wenyewe <laughs> mpaka maamuma wenyewe, na alhamdulillah sio kwenye tarawehe tu bali hata ukiangalia busati la Mtoro, waliohudhuria wa ilmu iliyotolewa. Kwa hiyo mashallah, yani Ramadhani imekuwa ina, inazidi kufanya lengo lake, laallakum tattakun, yani, wa, wacha Mungu. Unaanza kuwaona wanaanza kunyanyuka kwa ajili ya Ramadhani. Tuzungumzie katika kada ambayo ulikuwa uh, ukiongoza pamoja na mahafidhul Qur'ani, uh, wenzako. Wako watu wametoka katika nchi zao kwa lengo la kuja uh, kupata kisimamo cha tarawehe hapa kwa kingine isipokuwa namna inavyosomwa so maneno matukufu Qur'an tukufu kwa ujumla, pengine hili mlizang, mnalizingatiaje kuhakikisha ya kwamba muumini atakayekuja katika msikiti wa Mtoro anapata khushui kwa qiraa kizuri? Wallahi tunachoambiwa na mashaikhi wetu ni kwa Qur'an inaosomwa kutoka moyoni huwa inagusa nyoyo za watu. Pia kwao, tunaposwalisha tunajua dhamana tunayobeba, tunabeba watu wengi, tunajua nao tufuatilia pia majumbani na nje nchi. Kwao sisi tuko katika kusema kweli kuswalisha kwa nia ya kwa, uh, kugusa nyoyo za watu, sio kwa ajili ya sauti wala na, inshallah wakati tunafanya hivyo na watu wengine wanaathirika kwenye nyoyo zao, hilo hiyo ni bonus like... pengine niwe wa awali kukutakia Eidu Mubarak. Ah, Eidu Mubarak. Takabbal Allah minna wa minkum inshallah. Shukrani sana kutokea kila laheri haya. <laughs> bado naendelea kuzungumza na waumini hapa katika msikiti huu wa Mtoro hapa. Asalamu alaikum. Wa alaikum salamu tulai barakatu. Au jina lako nani? Unatokea wapi? Dar Salamu. Ilia bin Aziz Bena Aziz eh. Aziz bin? Aziz kupaza vizuri okay. Dar Salamu, unatokea wapi? Natokea Buguruni. Ulikuwa ukidiriki okay, ibada ya swala hapa ya isha na tarawe katika viunga hivi aswa. Niambie, una lipi la kuzungumza? Ah, tumefaidika na busati la Mtoro. Eh, vipindi maalumu vya tarawehe ishai yaani, ni laha tupo msikiti wa Mtoro. Kwa hiyo tumefaidika sana na hususani busati la Mtoro, kwayo ni shukrani, tunashukuru mwezi tumeuaga. Eh, alhamdulillah, shukran sana. Ni muumini huyu wa msikiti huu wa Mtoro akielezea furaha yake kwa buswati la Mtoro pamoja na swala ya tarawehe ambayo alikuwa akipata katika viunga vya msikiti huu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, mtazamaji wangu pale anakutazama kwa uzuri, unaitwa nani na unatokea wapi? Dar es Salaam? Naitwa Nuruddin Shamsuddin nimetoka Comoros. Naam. Mimi Comoros nimeja huku nimefunga somo msikiti Mtoro. Mashaallah. Kutoka kutoka Comoro kwa siku 29 katika msikiti huu wa Mtoro kulikoni? uh, nimekaa huko Kenya lakini nimeoja hapa tarehe tarehe ishirini na tano hivyo ya wale mwezi, nimeajisa Ramadhani huko Kenya. Huku Tanzania ume enjoy kiasi gani? Kwa kiraa kipi kwa wasomaji wa Qurani hapo?